Baada ya kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi uliofanyika siku ya Jumamosi, mtawala wa kijeshi nchini humo Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, ameapa kurejesha hadhi ya watu wa nchi hiyo. Matokeo ya awali yalimpa Nguema zaidi ya asilimia tisini ya kura zote zilizopigwa. Taarifa kamili anayo Lubega Emmanuel. Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa ngwema ameshinda kwa asilimia tisini nukta nne hivi ya kura zilizohesabiwa jana jumapili na kumpiku mpinzani wake mkuu alain claude bilie binze ambaye alipata asilimia tatu tu ya kura zilizohesabiwa wagombea wa wengine sita walipata chini ya asilimia moja ya kura katika nchi hiyo yenye idadi ya watu milioni mbili nukta tano akizungumza na waandishi habari wa kimataifa ambao kwa mara ya kwanza waliruhusiwa kushuhudia zoezi la kuhesabu kura. Rais mteule Nguema amesema anataka kuhakikisha kuwa Gabon inarejea kwenye mkondo wa ukuaji wa kiuchumi na kuwapa matumaini mapya raia wa nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika kunufaika kutokana na utajiri wa rasilimali zake hasa mafuta. Nguema ambaye awali aliingia madarakani kwa kumpindua binamu yake ali Omar Bongo mwaka elfu mbili ishirini na tatu ametoa mwito kwa raia wa nchi hiyo kushiriki kwenye ujenzi wa nchi. Hebu tuwe wajenzi wa amani na haki, Mungu awabariki, Mungu aibariki Gabon, asanteni sana kwa ushindi huu, mara baada ya mapinduzi ya kijeshi yasiyo ya ya umwagikaji damu yaliyouhitimisha utawala wa familia ya Bongo wa tangu mwaka elfu moja tisa mia sitini na saba Ngwema alitangaza kipindi cha utawala wa mpito ambapo raia wa nchi hiyo walipiga kura ya maoni na kuidhinisha katiba inayotoa fursa ya awamu mbili za urais za miaka saba kila moja. Licha ya azima yake ya kujivua wanajeshi pamoja na kujitenga na familia ya jamaa zake ambao walimhusisha katika utawala wao kwa muda mrefu, wakosoaji wake wanazidi kuhoji kwa nini lilimchukua Ngwema muda mrefu kubaini hali ya ukandamizaji na utawala wa kiimla wa Omar Bongo na mwanawe Ali Bongo. Tangu mwaka elfu mbili ishirini Afrika imeshuhudia mapinduzi tisa ya kijeshi, yakiwemo ya Mali, Bukina Faso, Nijia na Guini. Katika nchi hizo nne, mabaraza ya kijeshi yamekuwa madarakani, lakini hapajafanyika uchaguzi. Gabon sasa imejivua kutoka katika utawala wa kijeshi.